hiyo siwezi sema jisiko. Shua. Naweza sema sijai kongewa afu nipate ready nishai kongewa but wewe hujawahi sikia jali yako na mtu mwingine. Kutokana tu anza na hizi siku. Mpatie percent out of 10 unaweza mpatia ngapi kuperform kwa mechi, kwa mechi out of 10, 90. Kwani nafoma aje vizuri hiyo. Kale. hata mkalezi mkalezi fikia niria. Maybe watu wa kupata aje, TikTok, Facebook, watu wa kupata aje? Watu wa kupata aje? Endelea ati, watu wanafanya nini? Unapatikana aje social media? Kila mahali, Facebook, TikTok. Ok, TikTok ni Monique Baby. Facebook Monique Kisika. <laughs> Huko kwingine Monique Baby, Facebook tu ndo Monique Kisika. Kuna mtu anatamani tu hapo umpatie 360. Tunaweza mpatie 360. Juu naona uko smart, kila kitu iko smart. Tunaweza mpatie 360. Tumpatie 360 kidogo tu ndasemaje, Baba Ronah TV wa Kikwini wa Remo. Nani alisema wajalope?